Na niwaombe viongozi wetu wa dini, mna haki na tunaheshimu sana ushauri wenu. Epukeni kupelekwa kwenye maeneo ya kupongajisi, ikitoka kwenu itaenda kwa waumini wenu, na ikifika huko hatutakuwa na nchi tena. Kaeni, mbona mna fursa nzuri, huwa mnakaa. Kaeni, rudini kwenye huo utaratibu wa kukaa. Hata kama kuna eneo mna mitazamo tofauti, kaeni muimalize ni tofauti. Tubakize nchi yetu iwe moja. Sisi serikali tunashughulikia maeneo yote yaliyokuwa na tofauti yanayoleta mianya kati ya serikali na taasisi, serikali na vikundi, serikali na vyama. Mheshimiwa Rais kwenye, of, kwenye ofisi ya kazi, ajira, ndani ya ya ofisi ya waziri mkuu ameongeza na kitengo cha mahusiano kitafanya kazi hii hii. Inaonyesha ni namna gani Mheshimiwa Rais yuko concerned, anajali kuhakikisha Tanzania inabaki moja, anaweka umuhimu kuendeleza umoja wa Watanzania. Limetokea tukio kubwa Ametoa msamaha, ametoa msamaha kwa vijana ambao walishiriki bila, bila bila kuwa wanajua kitu gani kinachoendelea. Hey, kazi yetu sasa, na hata sasa ametoa msamaha kwenye taasisi za kidini ambazo na zenyewe kulikuwa na msukosuko hapa mambu na pale. Mheshimiwa Waziri wa Mambo ya Ndani, natambua huko hapa. Baada ya hapa, fuatilia utaratibu mzuri, fanya utaratibu mzuri, ziandikie upya taasisi za kidini, miiko yao, masharti yao ya uandikishwaji yanafikia wapi, na zile ambazo zilikuwa na shida shida, wape uangalizi wa miezi sita. Natambua ilikuwepo hii moja ya Ufufuo na Uzima kaifungulie. Ifungulie wape masharti, wape masharti ya uangalizi ndani ya miezi sita. Ziandikie taasisi za kidini zote kuzikumbusha miiko ya, na mipaka ya ufanyaji kazi sawasawa na sheria na katiba ya nchi yetu na masharti ya taasisi na masharti ya ya, ya, ya usajili wa jope na nendeni mkayaangalie huko ya mashariki. Akikosea mmoja utaratibu wa kufunga wa, wa, kote una madhara kwa wananchi wetu, kwa sababu ibada ibada ni ushirika kati ya ya binadamu na Mungu, sio na askofu wake wala shehe wake, ni, ni, ni, ni, ni ibada, ni mahusiano kati ya mwanadamu na Mungu wake Ekakiangalia vizuri hicho kipengele, ili akikosea shehe usiadhibiwe msikiti, na akikosea askofu wasiadhibiwe waumini wasia wa wake wasinyimwe waumini wake kufanya ibada kufanya ushirika na Mungu wake.